Hivi vyeo ni dhamana. Tunaharibikiwa kwa sababu tumefanya vyeo eh, ni manufaa, tumefanya vyeo ni vya kutafuta eh, uchumi. Ndio tulipoharibikiwa, ndio yanatokea yote haya. Sasa sisi tunachosema, aa, turudi katika misingi yetu. Sisi tumechukua dhamana kwa sababu mmetupa dhamana hiyo, umechukua dhamana kutafuta jambo ambalo litakuwa la kheri, litakuwa la kudumu, litakuwa lile litakaloleta suluhisho la kudumu, sio jambo la njia ya mkato, kwenda mkakaa pamoja, mkasema mmeridhiana, meunda serikali ya umoja wa kitaifa, lakini kumbe ni yafunika kombe lakini kikubwa zaidi mmetupa dhamana ya kusimamia kwamba nchi yetu iwe na amani ya kweli, iwe na utulivu wa kweli, iwe na maridhiano ya kweli, iwe na watu kupendana kweli kweli. Sote ni wamoja, tushirikiane, tufanye kazi katika nchi hii, nchi yetu tuipeleke mbele. Hakuna sababu ya kuwa nchi hii kuna mtu hana ajira, hana kazi. Hakuna sababu katika nchi hii watu kuwa maskini, au vijana wetu wakakaa barazani hawana kazi. wa sallam yaqul, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sala llahu alaihi wasalam anasema kullukum rain wa kullukum masul an raiyatihi, nyote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa juu ya kichunga chake. Alimamu rain wa masul an raiyatihi, imam ni mchunga na ataulizwa juu ya kichunga chake. wa rajulu ra'in wa mas'ul an ra'iyatihi, na mtu yani baba wa nyumba ataulizwa, naye ni mchunga, ataulizwa juu ya kichunga chake.